Wea, wea, wea, wea. Kama, kama kama dawa ni msanii mmoja tu Sure Boy, Sure Boy, kijana Sure manze. Na leo niko naombea kidogo, sijui kama niombea, but niko na kitu nataka kuongelea kidogo eh. Nataka kuongelea wasanii ambao wametesa sana, wametesa sana mwaka huu wasanii wa Kitale, wasanii wa Trans Nzoia wenyewe wametesa sana. Kit naongelea Kitale na western, yes Kitale na western, bungoma na Kitale wala wasanii wamekuja kwa kasi zaidi, wasanii wamesumbua mtandao sana na TikTok hey! Manze wacha nikuwa na hii listi hapo, wasanii wamesumbua san sana. Yes, wa kwanza anza kwa nani? Wa kwanza msanii msanii msanii msanii wa sanaa hmm? Msanii ni mmoja tu ambaye amesumbua sana sana Vitale na mtandao wa TikTok niseme, niseme. Na wapea list one by one, na msanii wa kwa wa kwanza wa kwanza ni msanii Damian Sanya, Damian Sanya. Damian Sanya ndio msanii ambaye amesumbua sana mtandao wa TikTok na mtandao wa YouTube kona nzima, amechanganya watoto wa Luya na eh, mzee. We Damian wewe, acha tu nisikuongelee, nisikuongelee sana mzee, but umesumbua sana TikTok, umesumbua sana sana sana, sana. Huyo eh? Ndio msanii, ndio list ya msanii wa kwanza ambaye anasumbua mtandao Western Trans Nzoia na Bungoma. Tanzania na Bungoma eh? Pia Nairobi anasumbua si tu Tanzania peke yake, pia Nairobi anasumbua, kijana anasumbua kwa mtandao we Damian wewe. Damian unasumbua sana manzi. Lakini bado zidi kusumbua tu, kisumbua hivyo ndo nafurahi sana. So hiyo ndo list ya wasanii ambao anasumbua. Namba 2. Guess. Guess. Sio nijibu namba ni vijana wawi wawi wawili Marvin Tizi and Stacked Boy. Marvin Tizi and Stacked Boy au ndi watoto wamesumbua sana, kusumbua sana, watoto wanatesa sana na ki sauti vya Kiluya, ngoma za Kiluya, watoto wanasumbua, mazee wamesumbua 3 vibe na, vibe na on top, vibe na on top manze, big up sana wasi, wazito eh, nafanya kazi fiti manze, Marvin TZ and Stack It Boy number 2, then tuko na number 3, number 3, number 3. Guess what? Guess what? number 3, msanii ambaye anakuja kukuja msanii ambaye anakuja kuku kukuja, ingawa msanii ni kirere sana, ikirere sana lakini ako na kirere na mambo mengi sana ya kusema Pacho, Pacho mishika namba tatu kwa, kwa list inayosumbua, ndio kwa namba ya mdomo, wewe namba Pacho na kanasumbua kamesumbua, ni kamelazimisha mwaka paka mwaka mkubwa yake macho Pacho umesumbua ya kutosha kuto. Uh, number 4. Number 4 we have guess, nani guess nani? Nani nilete nani? Number 4 niweke nani? Tupatane pale kwa comment section. Who is number 4? Comment section.